John King hi akuwa na mimi katika safari ya kutoka Morogoro kwenda Dar es Salaam, nikiwa na gari moja matata sana kwa pa Tanzania, linaitwa Malesa Koch oa ili gari ni, ni zuri vibaya ndani vip, imetulia gari moja mbwa, haina makelele. Kahawa kuna kahawa ya maziwa, chochote anachotakia. Hapo ndo nimefika zangu Dar es Salaam, hapo nimefika zangu ndo nashuka sasa, kuingia jiji la Dar es Salaam. Hapo iko mapi katika shule ya sheli ya leki ya mabibu hapo. Sasa natembea tembea zangu bwana ah, nikakutana na bodaboda mzee, na bodaboda ananiambia sehemu nakwenda ni 8000 afu nikiangalia kwenye bolti mzee, 3000 Nikasema usinzingue oh, hebu tulia kwanza ya kuja, kwani zungukezunguke, naangalia bodaboda huko naweza ngapata wabei rahisi mzee Naangalia huku mzee, hapa naona sielewelewi. Yo oh, vipi? Ah, mzigo wangu wenyewe nimesahau. Kama niangalie mbona wafungui mabuti ya Malesa? Mwana nichelewesha mimi, nishaingia kwenye jiji nataka niingie mtaani hapa bwana. Ah, naona mzee anambia warudi nyuma huko ndo kuna gari. Ndio kuna mizigo yako. Ah, sema mwana nichelewesha hapo. Haya bwana, ngaudi zangu nikachukua mzigo kama kawaida. Nipo kwenye harakati sasa hapa kwenye harakati Nimempata bodaboda sasa, bodaboda yangu anaambia kuwa, wewe, mimi nasoma elfu tatu lazima ukatae boa. Bodaboda alivuna nimesema elfu tatu kwa sababu akanataka nipeleke kwa bei ya bolti, akaamua geuka zake arudi mzigoni. Kama kawaida, natafuta mazingira mtaani. Sasa kwenye bodaboda, jiji la Dar es Salaam ni kitambo sana, sijaingia kama mwaka hivi anapita maeneonahisi, maeneo barabara barabara ya Morogoro, the main road hiyo. Nangaliangalia tu magari magari yanapita, nini daladala, kama zote simaya bwana, katulia zangu nifike sehemu ambayo anafika, mepoa kabisa, sina shida. Sasa naenda mzee E, atapata wa mtu, mtu wake, lakini mimi nikienda huko sikosi mtu akurudi naye, so nikienda na kurudi tayari nimepata hela yake, kama anaendelea kukata mitaa yo mitaa naisi Ah, wapi bwana, mpaka nimepasahau zangu mdogo mdogo, naingia mazigoni, napita kwenye ma main world, construction mabarabara nazidi kutengenezwa kama kawaida. Mdoka zangu Morogoro, nimechoka vibaya mno hapo, mzee, tafuta mazingira, hebu nipitie kwanza, nipitie pamvileji hapo kwenye mall, ingia hapo mzee, nikaribia zangu kwenye molo kwenda kungang'aa macho kuangalia kwenye, kwenye maduka. Hapo una hela hata shilingi kumi mzee, unapita tu kuangalia angalia kwenye maduka uone da. Mimi na mimi ndio, one day nikipata mazingira naweza kapita hapo, kanua vitu vya gharama, lakini sio mbaya unajua, inabidi ujiombee mema. Unapita pita kwenye molo hapo lakini kumepoa, unajua siku kuu hizi, watu wengi washanua vitu ya wametulia nyumbani. Kwa tarehe ishirini na tisa hii wanasubiria thelathini na moja mwezi wa mwezi wa 12 31 ambao ni mwaka mpya . Unajua kama unavyoona mall ilivyopambwa vibaya mno mzee. Ah, wow. Na dada hapa bwana, da, da anachanganya kidogo sema nini. Kaangalia mara pili ngasema achana na city. Ngalia Home City hapa bwana, inajulikana sana hiyo Home City bwana, ni moja supermarket ambayo inakubalika sana na Watanzania wengi sana kwa sababu bei zao ni very cheap. Yaani mzee unaweza kupata kitu cha 500 akaondoka na shukala.